Samia Suluhu ana run peke yake ku election as in ameka opposition yote jela na bado anaogopa ati satasijindaie kaje anaweza jishinda? Jishinda, sata jishinda? Mpaka sasa ameka posters, banners, billboards zake kila mahali TZ ona, na ana run peke yake. So anaogopa nini? <laughs> Ai, we in paranoia inakaaje bana? <sighs> maandamano yatakayokuwepo ni ya watu kwenda vituoni kupiga kura. Hakuna maandamano mengine yatakuweko hapa hakuna tishio la kiusalama litakalo kuwepo, anayesema ni amiri jeshi mkuu wa nchi hii. Niwaombe ndugu zangu, twendeni mkapige kura. Matusi niachieni mimi, nayabeba kwa niaba yenu. Manabii wetu, Bwana Yesu alisulubiwa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 internet inaenda kupotea tarehe ishirini na tisa. Jamani, tarehe ishirini na tisa Oktoba kila Mtanzania ni barabarani, toka barabarani. Yani kila Mtanzania akitoka barabarani saa sita mchana, Samia yuko Omani, kila Mtanzania we toka ndani, apitishe vifaru, apitishe nini, apitishe nini, toka. Na sababu ya kutoka ni kwa sababu tukishatoka wengi hawawezi kufanya kitu na cha pili ni kwa sababu jeshi letu la wananchi liko nyuma yetu linasubiri af afanye chochote cha kinyama chochote hata kimoja. Kingine ni kwamba hao polisi wenyewe, jeshi la polisi wenyewe hawako naye. Mimi nawaambia mtaona nyinyi tarehe ishirini na tisa polisi watafanya nini, jeshi litafanya nini. Mtaona tarehe ishirini na tisa huyo mama atoboi kwa sababu hana hana jeshi la polisi upande wake, jeshi la wananchi huyo, yuko na Mkunda tu ndio yuko naye, hana wananchi. Milioni sitini hawamtaki huyo, hatoboi. Ndugu zangu tarehe ishirini na tisa yani ni nyinyi wa Tanzania kuamua kuchukua nchi yenu ishirini na tisa Hii nafasi haitokaa kuja. Tarehe ishirini na tisa tumepata nafasi ya kupata katiba mpya ya kulinda rasilimali zetu. Sasa hivi wanaziiba wanazichimba wanakimbia nazo Ndugu zangu, ndugu zangu, ndugu zangu, tuokoe hii nchi tarehe ishirini na tisa Oktoba, tuokoe nchi, tupate katiba mpya, turudie uchaguzi ambao kila Mtanzania moyo wake utakuwa mweupe, yuko anaona haki inatendeka. Amani Tanzania inapotea kwa sababu hakuna haki, hakuna haki. Tukishaweka haki, Tanzania amani inakuja automatic, bila hata mtu kufungua mdomo, amani inakuja yenyewe. Tutafute haki, tuitafute haki. Kama wewe ni Mtanzania unayetaka amani Tanzania, toka ndani ta ishirini na tisa kaitafute haki ili nchi ipate amani. Tuendeni hivyo hivyo, nipeni majina yote, twendeni hivyo hivyo. Mimi nitaomba niingie huko. Nikiingia mawaziri wanaojibu ndivyo sivo, hawa tutajuana, watanijua mimi nani. Sasa mawaziri wanaojibu ovyo huko ndani ni mimi nawa watanijua mie nani. Nasubiri tu baraza liitwe nikafanye vitu vyangu. Mama Suluhu, Tanzania president amesema kwamba hataki foreigners wafanye hawking, wafanye biashara huko, wafanye maneno ya Mpesa, wafanye biashara yote hii ndogo ndogo. Sasa nauliza hivi, sisi kama Wakenya, ikiwa tumewaruhusu wafanye biashara huko kwetu, mbona wao wakatae Wakenya wetu wafanye biashara huko kwao? Na Wakenya ndio wanafanya Mpesa hiyo biashara yote na hawking hapa hapa Nairobi napatana na hawkers wa Tanzania siwaulizi, nawaambia nyinyi, uzie mahali pazuri na waelekeza, we don't harass them. Napatana kwenye masoko yetu, kuna hawkers wa Tanzania, watu wananyoa mtaani, vinyozi ni wa Tanzania vijana. Ukipata kwa barabara, unapata wale wenye wanaomba pesa, wale ambao ni disability, wengi ni wa Tanzania, na tuwaulizi atuseme kwamba sasa wasiombelee pesa kwa sababu sisi locals tuko na pia beggars wetu. Hapana. Tumewaruhusu waishi kwa amani, lakini hicho wamefanya, naomba rais wetu mheshimiwa William Samoei Ruto haingilie kati, amwambie mama Suluhu haachane na hao mtiririko wetu, na hiyo tiririka kwenye Tanzania, wanaenda mtiririko wa kwenda kufanya biashara na kujenga uchumi wa TZ, na sisi ndio tumeshikilia uchumi wa Tanzania kama Wakenya ambao tunafanya biashara pale, wanaimport pesa kutoka Kenya. Unajua shilingi ya Kenya value iko juu sana, so wakifanya biashara pale, tuna grow economy ya Tanzania so na mimi naomba hivi, mama Suluhu, acha Wakenya wafanye kazi na tuishi na undugu vile, na sisi tunaishi na watanzania hapa Kenya bila kuwasumbua. Tunawaruhusu mpaka wanakuja kuuza mahindi, wanachoma mahindi. Unajua mtu ambaye anachoma mahindi ana kombiti na locals kuchoma mahindi na hatuwaulizi, kwa sababu hiyo ni biashara ya watu pale. Kawangware pale mtu mpaka wanauza mutura nao ni watanzania na hatuwaulizi, tunawapenda. Sisi kama Kenya kama tunawapenda, mbona basi mseme kwamba foreigners wasifanye hiyo biashara ndogo? Ni ya wananchi wa umo nyumbani. Na sisi basi huku um, kwetu, rais wetu, naomba wamke, waambie Mama Suluhu kila mkenya ako na uhuru wa kufanya biashara Tanzania Majenzi wa Tanzania.

kazi ni kusikiliza wimbo za Diamond, kazi ni kutunga tunga nyimbo, kazi ni kujaribu kushindana na wasanii wasanii wa Tanzania.

am mapema kalongolongo na polisi, kuna shida. <todicumulia> Sasa. Isi ni Gen Z wa Kenya na sisi ni Wakenya wazalendo, Chama Chadema, Chama Chadema. Chadema. Basi <laughs> On 29 of this month, tunaenda TZ maandamano na na na tunasimama na TZ. I'm crossing the border to TZ to make sure that you mama, tumuonyeshe that hiyo nchi si yake. Achukue ma-orphans, watoto ma-orphans na watumie venye anataka. Wewe mama, hiyo kanti si yako na tunakuja kusaidia ndugu zetu wa TZ. Acheni upumbavu wa Tanzania, mkeni. Halafu Samia anakuja kutumia era ya nani wananchi ya, ya kodi za wananchi. Ananunua mibaskeli mibovu, ana print mapicha yake ya bandikwe ya mpaka kwenye ndege ambazo zinapaa angani. Yeye amekuwa nani wa malaria mbovu? Amekuwa nani? Like amekuwa nani? Kutoka Zanzibar kuja kutunyia kichwani, tumechoka. Polisi hatuna imani na yeye, yeye ndo asenge kabisa baridi msio dinda. Hatutaka hata kuasikia. Ichi merogwa. Samia, umekuwa nani wewe? Umevunja sheria kugombea urais, hufai na hutakikani wewe. Utaki utaki yani kusimamia mpaka mavi ya chooni. Yani mimi hata kwangu huwezi kufagia kwenye uwanja wangu. No, no, no, kazi hiyo haikufai kwa sababu hujasomea, huna elimu wewe. Kazi yako ni kuchukua mavi ya watu. Samia anakula we na familia yako, ndio kazi ungetakufanye. Tunakunya mavi sisi taifa, unakula we na familia yako niongee ni, ni na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Bisamia Suluhu Hassan, mambo unayoendelea kuyafanya kwa taifa hili ndiyo yanayofanya Watanzania wengi wazidi kukukataa. angalia mpaka sasa, ingawa yeye hata asingelikuwa mgombea Tundulisu bado anateseka tu. Haya, mkaona hilo kwamba halitoshi, mlipomwona Luhaga Mpina anaelekea kuwa tishio kwa Samia, hilo nalo mkahakikisha mmelizima mnaendelea kushughulikia hiyo rufaa, labda ichelewe au sijui vipi. Sasa wewe dada yangu, mdogo wangu Samia Suluhu Hassan, hivi unatafuta uhalali wa kuwa rais wa Tanzania kwa gharama yoyote ile? Kwa sababu kipindi hichi hukuwa umechaguliwa kwayo, naona unafanya kila unaloweza kufanya ili hatimaye tarehe ishirini na tisa Oktoba wakutangaze labda kwamba umekuwa rais umeshinda kwa kura maidia. Idadi kubwa ya watu wa nchi hii hawakutaki ni, ni, ni ukweli unaouma na itaendelea kuwa hivyo na kwa bahati mbaya sana Ikitokea ukatangazwa kuwa rais eti umeshinda uchaguzi, bado Watanzania tutaendelea kukukataa, na hatutakukataa tu alafu tukuangalie. No, harakati za kuendelea kuhakikisha tunakutoa madarakani zitaendelea tu, zitaendelea rest assured kwamba kuna siku utakuja kuondoka. Wameshasema watanzania wengine. Ninyi mmeendelea kutia pamba kwenye masikio, sawa, endeleeni tu, lakini hakuna jambo lenye mwanzo lisilokuwa na mwisho.